Jana nilimsikiliza kijana wangu mmoja anaitwa Zito Kabwe, alikuwa anaongea Lindi, anasema Mzee Wasira anajua historia, kwa nini anabishana CHADEMA badala ya, ya kuzungumza. Mi niliwaambia tuzungumze Tunduliswa, akasema hata watatupotezea muda. Sasa mtu ana muda wake na hataki upotee, we umrazimishe kupoteza muda wake wan kwa hiyo sisi tunawaambia wakiwa wana jambo na linazungumzika na linawezekana waje tuzungumze. Hawataki kuzungumza. Sasa wanasema hayo mabadiliko wanayoyataka wao, ambayo mimi siyajui na hawajapata kuyasema. Tena leo nataka niwaambie, mtu waambie, nini hasa mnataka maana. No reform, no reform. Reform nini, reform nini? tumesha reform. Watu watuambie, wawaambie Watanzania kitu gani hasa Hawasemi sasa. Na wanachama wao wameanza kuwageuka, maana wanachama wao nao wanataka udiwani, hata kama si wataupata, lakini kuupata ni majaliwa, lakini unawapa uhuru wa kugombea. Sheria ya, ya, ya uchaguzi inasema watu wajiandikishe, wamejiandikisha, jajiandikisha. Na huo ni uchaguzi, ndio mwanzo unavyoanza ukishajiandikisha, ndio uchaguzi umeanza, au sio? Ndiyo, sasa unauzuria bwana, ukuzuia kujiandikisha. Na CHADEMA mama wakarao walikuwa kwenye vituo, wanatazama nani anajiandikisha. Sasa walienda kwenye vituo kutafuta nini? Kama haupo hakuna hoja <laughs> unajua, kama huna hoja unaweza ukapiga kelele tu, na kelele haiwezi kuwa hoja. Unajisemea una tu. Mama tunamwambia <laughs> uchaguzi ume Dar es Salaam pale wamejiandikisha mpaka watu wame... Wame... wameomba siku zaidi, maana yake wako tayari kwenda kupiga kura. Huku walishajiandikisha siku nyingi, wagombea wameanza kupatikana kwa vyama vingine. Sisi tayari tunao, tunamgombea urais na mwenza, na baada ya miezi mitatu ijayo tutaanza kupata wagombea kupata wa ubunge kwa kufuata utaratibu niliokisha waeleze chaguzi ndio sasa watazuia sisi kupata wagombe. Kwa hiyo tunawaambia jamani, tuambieni halafu. Nawauliza, mnasema mtazuia uchaguzi, mnatumia mbinu gani kuzuia uchaguzi? Katiba ya nchi hii inasema uchaguzi wa Tanzania hauwezi kuahirishwa, iwe mvua iwe jua Lazima tukachague, muda ukifika, tunaenda kuchagua. Tunawauliza, mtazuia uchaguzi namna gani? Hawasomi, hawasemi njia watakazozitumia. Kwa hiyo tunamwambia uchaguzi utafanyika, na kama ana matatizo ayaweke hadharani, aiambie tume. Kama haiamini CCM aiambie tume ni nini tatizo lake? Eh, nisikia zito anasema kuna chama, kuna kikao kinaitwa TCD. Sisi ni wanachama wa TCD, hatujakataa kikao. Na mwenyekiti wa TCD ni mwenyekiti wa Chadema, akiitishe, sisi tutaenda. Maana sisi watu wa amani, sisi hatutaki shari.